Hivi ungeelewa kama mi ningekwambia nimefanya hivyo na ex wangu na tatizo. tena tatizo kubwa kwa mila za Kiafrika. tatizo mbaya, mbaya, mno kwa sasa. Unaweza ukajiona huko sawa, lakini hautakuwa sawa kwa muda huu, kwa sababu unaongeana na huyu mara unaongea na yule, unajihisi huko sawa, lakini sasa naona unakuelekea unataka kutengeneza picha tofauti kabisa eh? unataka kupaint kosa ambalo mimi sina wala

tumeongea kwa kipindi kirefu sana kwani vipi? Ah, sawa. Mimi nilikuwa nataka nijue tu kwa sababu nimeona mmekaa muda mrefu mnaongea. Ndio tulikuwa tunaongea, tumezungumza mengi tu. Naona aibu hata kuyasema na wala sijui ntayaanzia wapi. Wewe ongea tu pasuka, ongea zabibu na mtaja mtu mwenda wazimu. Haya, kafanya nini? Katembea na jo, eh? Ndio hivyo kumbe, huyu mjinga bado yuko hai, na sasa nataka kuchapenya damu yangu na yake ndio ya Hans, Hans. kaniambia mama Joel. Sabibu, nakwambia mme wangu ndo hivyo, mtoto alivyotuaibisha huyu, hata sijui uso tutaweka wapi? We Sabibu, Sabibu, chapa mota mkubwa Unajua, kuna kitu ningependa tukizungumze, mama, kabla hatujaondoka hapa kijijini, sawa? So, sisi binadamu tumeumbiwa kusahau na ndio maana mara nyingi tunasoma vitabu vya dini kwa ajili ya kutukumbusha. Lakini mimi binafsi, huu msiba umenifunza kitu kikubwa sana, pamoja na kunikumbusha mengi sana, ikiwemo kutambua kwamba binadamu sio chochote na hatuijui kesho yetu, hivyo hatuna budi kuishi kwa upendo na kusameheana pale tulipokoseana. Mamangu mzazi, naomba unisamehe. Haya, nyambieni, haya nyambieni sasa. Kuna kitu mwambia baba. Haya mwambie yeah. Hivyo wanangu, kinaendelea nini huko mjini? Jamani mama, huko mjini ni salama tu, lakini zabibu ana shida mm -hmm. Na hiyo shida anaijua mwenyewe, ila sema tutakie umkiri apo alipo hasalimani na shemeji yake, wala haongeleshani mpaka hivi navoongea na nimemuuliza, hajanijibu kwa nini. Labda mkimuuliza naweza kumwambia wewe, si ndo Zabibu mtoto, unajua utakuja kuniua wewe. Wewe mtoto, utakuja kuniua wewe Zabibu, utanyua. Muangalie vile sura kama Volkswagen Beetle. Baba kuli, mimi nimefanya nini tena? Fanya nini? Umeondoka hapa, tumefanya tambiko kubwa tu, mm. leo tena, leo tena, baba mama, inawezekana mm. nikaongea kitu kaa sio kizuri, naomba mniwe radhi, naomba mniwe radhi. Zabibu akuuliza tena, umetembea nacho? Sijafanya kitu naye msamaha wako lakini sijajua kwamba msamaha wako lakini sijajua kwamba Mune. kuchukia kwa nilikuwa na chuki mno. <coughs> Najua lakini tusiongee hayo, ayo ameshapita. Naomba nikuweke kitu wazi kwamba mimi sina kinyongo chochote, unisamehe kabisa mwanangu, yaani kutoka ndani, wewe ni mwanangu. Kwa hiyo napenda tuishi kwa amani, sawa? Yes. nimemsikia mama, bwana nimemsikia mama. Mimi nipafaraji sana, kwa sababu naona hata tabasamu lake imetoka ndani kabisa, mm lakini hili linanikumbusha kitu kimoja. Nafiki tuna wajibu sasa. Unajua unachokifanya, yeah. Yeah, sio kitu kizuri. Kwa hiyo mama Ulitaka mimi niseme uongo eh? Ulitaka niseme uongo si ndio? Jua, Joye. Joe yeye ana akili timamu, tena ana akili timamu, yaani awezi kuongopa kitu chochote. Kaongea kila kitu na mpaka yale wewe unamtishia yote kaongea eh? kwa sababu kakukataa ndio mejifanya kumkasirikia mama alinitongoza nikamkataa, na ndio maana akanuna. Hujakataa wewe, kuna kitu tu mmefanya, kuna kitu mmefanya, sio bule. Mama, nimechoka, naomba nisiongeleshwe tena hizi ishu zenu, sawa? Nimechoka. Yani we uoni unachokifanya? No, kwamba hata dada yako namtia katika matatizo, wakati dada yako yeye ni mja mzito, uoni eh? kama ni matatizo makubwa hayo, wewe Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu. Naona mnapata gawa na tangawizi na alkasusu mujarab. Karibu Shef Asadu. Baba Joe, naam. Samani kidogo, tuseme kidogo. Jamani niweli ladhi kidogo, haya, tabu zile. Samahani kidogo. Bwana ndugu yangu, wala sio siokukema. Kuna nini? Mama Zambe amekuja na habari mpya kabisa, habari tatanishi. Habari gani? kuhusiana na Joy na Zabibu. Oho. vitu wewe unayajua. <laughs> Ah, na siku nyingi sana rafiki eh? yangu. Najua rafkiyaaajua <laughs> siku nyingi napata habari zao, sasa mbona hujaniambia? hata kama ningelikuambia wewe usinge kubali, we ungeona mi naichukia familia yako vibaya ja <laughs> ya mzito. Sasa mi <laughs> nanihusu nini? ujauzito sio kwake mi nao hapa na, na ujauzito mama. <laughs> Yaani we mtoto, unaongea nini? unaongea kitu gani hicho? kitu gani unaongea? nimesha <laughs> kuwa mtu mzima, kupigwa sitaki. mtoto akui kwa mama yake au kwa wazazi wake. Yani hata uwe na wanaume mia, uwe na wanaume dunia nzima, mi mama yako lazima nikufundishe adabu, pumbavu wewe. Mama mimi siongee kitu tena, maana najua nini unachokihitaji na mimi siko tayari. Naombeni mniache tafadhali. Yani wewe Hmm. Mi nilikuwa sitaki kabisa Zabibu aende akaishi na Jo kule. Kwa sababu nilijua atakorofisha yule. Na huku nyewe mmefanya matambiko yenu ya siri na tumeyasikia hayo. Sasa unanisaidiaje kuhusu hili? Kusaidie. Tafute ufumbuzi. Katafuteni ufumbuzi mtatue hili tatizo. Ndio msaada wangu wa mwisho. Basi vizuri. Nimekusikia. Nimekuita hapa nataka tuongee. Hmm. Nakusikiliza, niko hapa. Zabibu. Wewe unasoma. Zabibu. Oh, Oh, so wewe unasoma chuo. Kutia wewe zaidi ya mume wangu ni yeye peke yake tu akakuvutia je? Yeah. Wewe umeniita oh, hapa ili ujiulize mbele yangu nikonee huruma au? Hivi unajua nilikuwa naenda wapi? Unajua unanipotezea mimi muda. Ongea ni kitu gani unachonitia ah. Alafu nikwambia mara ngapi kwamba mimi sijafanya kitu na wewe mumeo kwani utai kunielewa? Niseme ni mara ngapi? Dauwel, kuna kitu kingine cha kuongea ama? Shama alikuwa ananishawishi nije mjini, kwani sio mwenye ndo ambaye unakuwaga utaki jana. Nitaenda, lakini sio leo wala kesho. najua si mama alishakujaza kwamba mjini tu ukienda unaharibika, na nikatumiwa mimi sasa kama mfano? Hapana, mama hakuwahi kukusema vibaya hata siku moja. Kweli kweli. Kwawe mlipangaji, kwawe mlipangaji. Sasa pia nikamwambia kuhusu ile miradi yangu na akaipenda kweli. mm. mm. Asa anapenda sana kusaidia watu, ndio nilimsoma tu wakati alivyokuwa anaongea, yaani nilimwona mwitikio wake. Sikutegemea, sikutarajia kabisa. Ndugu yangu niliyokupenda niliyokuamini kwa, kwa kila kitu, unaweza kuniumiza mimi mimi? Kweli sijafanya kitu mimi

jambo lingine la kuongea ama anaongea hayana maana kwako? Nashukuru, asante. Ila nyuwa, unacho kipanda utakivuna, utakivuna. Na kuambia utakivuna wewe, naomba nikuulize, labda kwa kuniheshimu tu, ulaa na mme wangu nje a nyumbani kwangu au la? jambo lingine la kuniemea au ni hili tu? Unajua unanipotezea muda. Shingo. Maji. Maji shingo, maji, maji, maji, maji, maji. Unasemaje? Umepata faida gani? Kwenda kusema kusema nini yakuwa ushawahi kulala na mimi hivyo? <coughs> Wewe, kwa hiyo mi baada ya kusikia hayo maneno kwamba nimelala na wewe ndio umeamua kuja kuniletea hayo maneno mimi, si ndio? nimekuuliza Umepata faida gani? Hakuna faida yoyote niliyopata oh. Yaani sijai kuona mtu ambaye hafikiri wala hatumii akili kama wewe. Situmie wow. Mm-hmm. Akili mimi sasa hivi unafahamu unaongeana nani? Unajua vizuri unaongeana nani? Kuongea na nani sio shida zangu.

Samani sana ba, nilikuwa nataka u nasikia hapa nyumbani ya. Na vipi kuhusu kuhusu Natasha? Natasha? Ah, Mama kuus lakini mzee, si ungeendelea tu kutuelezea, yeah, kwa nini mlivyopanga kwamba mimi ndio nijibu? Hapana, sikuwa na maana hiyo, nimesema tu, mzee wangu, sitaki kuwa mwongo. Wacha mama aelezee kila sabibu. Kama una akili ndogo sana kiasi hiko, basi pole sana ila, kama nisingekuwa na subira na hisi oh, ningekupiga yani, ningekupiga hata ngumi za kila rangi oh, oh, ningekufanya kitu kibaya. <laughs> kutaka kunipiga, jaribu uone, yani nitakupigia kelele za kutaka kunibaka kijiji kizima hiki. <laughs> utaona watakachokufanyia. <laughs> Kwa hiyo <laughs> unaona, hichi kijiji chote ni kama cha kwako vile, si ndio? Sijali mm. mm. <laughs> Kwa bahati mbaya tu hujui mimi ni mtu aina gani, ila light, kama ungalijua una deal na mtu aina gani <laughs> watu tofauti between mimi na wewe. <laughs> Nilisha kwambia kujua naongea na nani sio shida zangu, sawa? Ka ukijua hivyo, waeleze hmm. <tipos> kuanzia mwanzo kwa sababu wanataka wajue kuna nini kati ya mimi na wewe na pia kwa nini kila tukigombana au tukizungumza tunamtaja Natasha. Sawa. so, mimi nitaeleza, ingawa na uchungu sana, sijui mwanangu yuko wapi, ila nitaeleza ni kweli Natasha, sio sio mtoto wa msta Mwenda, ila Natasha ni mtoto wa, wa mzee Mwikombe. <coughs> <coughs> mm -hmm.